ine reponse aitoki plure vit rapide kwa sababu inaumiza sana mumambo uvira na fizi ilifanya fa, face dabor kuresiste ku avancer M23, aiwezi kulamukia tangia siku mingi. Walijua kama pataweza kuwa are de travaux ekeleo tusporte rive de travaux na tuko na gouvernement provincial na tuko na viongozi ni niv ya Kinshasa. Mimi nawaza kwamba atant que nouvelle civile représente de lavl civil tunaanonse leo a partir de mercredi, kama tutakuwa ikifika mardi kama hakuna

Atlas Media TV, kama gisi unavyoona, mimi naitwa Anisa Salmada. Leo tuko hapa kwa sababu vijana wa Kavimvira Kasenga wameandamana kubilia, wanahitaji barabara itengenezwe hapa. Tuko kwa governora, tunakuja waje wapate mawili matatu kutoka kwake. Je, kama unavyoona nyuma yangu, mbele yangu, kuna vijana wengi sana ambao wako hapa. Kwa hiyo tuko hapa tunamsubiria mheshimiwa afike, tuweze kujua nini kitaendelea, watatengeneza barabara au la

Mashimango Mafikiri, Coordinator Provincial. Amjambo a mjambo, nitakuwa na mambo mawili baada ya kupokea memo ya kuwajibu, na na na prefere niongee mu Kiswahili tu, kila mutu anisikie. Aiko hivyo? Haiko hivyo. Ya kwanza ilitafuta kuwapongeza kwa sababu mulifata kanuni za nchi, muliandika barua na mukasema ya kwamba mutatembea peacefully. Serikali

na mulikuya munatembea kabisa kwa amani na munafika hapa, ni ishara ya kwamba huko na intere ya kuona hiyo barabara. Na mimi kama liwali makamu, na liwali kwa muda wa jimbo la Sud Kivu, na waunga mkono

hakuna mwenye alifanyaka march ya kulomba ile barabara yenye balikia kulanse hapa. Mwe bote niko naona masura hapa turajuana, uliviona akukukua hata wakutembea mbarabara ile barabara yenye mulikia lanse, batu ya kabila kabila ukatulaga iko wapi? Hakuna mwalitembea mbarabara leo, leo leo nabapongeza, leo leo tuko leo leo tuko nafanya marshe, mnafanya marshe ya barabara yenye non seulement no ilikuwa lance mais aussi ilianza, ilianza na hivyo naonekana na kila mgeni mwaanakuya hapa anaanza kushuhudia kama uvire tage iko nawaza, memo iko clear, inasema barabara ilishaanza, iko iko inaonekana, tuko kwa hiyo hivi hapa hivi tuko kwa na naa na, hiyo ni jambo la kushukuru, hiyo ni jambo kwanza la kushukuru. Na waza ya kwamba hii barabara itafanya wengi wa shange discours baadaye, parce que kati yenu huko wale wenyewe walikuwa na wana wanaendelea kusema vibaya rejime ya kisekedi wako, lakini nashukuru kuona wana nao wanapia murevatikasi wa marabara. Alors nata kuwajibu, nitawajibu kwa neno la pili, kusudi nimalizie hapo. Nitawajibu kwa neno ya pili na nitafungasha na neno moja la mwisho. Nataka kuwambia kwamba hata na mimi Jean-Jacques Lacano nilikuwa nasema kama kusingekuwa mwafaka, hata na mimi ningekuwa barabarani na nyinyi kufanya marshe kusudi tupate bara barabara.

Lakini kutokana na habari ambazo nimezipata zenye nataka kuwaambia, habari zenye nimepata zenye nataka kuambia ni kwamba wakati tulisikia interruption ya matravou, ile interruption ya matravo sa ilianza niliweza mimi kama liwali makamu na liwali kwa muda, niliweza kukontakte Mheshimiwa Liwali Jean Jacques Purusi. Kipindi kile alikuwa Lualaba, amujole liko nafanyika alikuwa Lualaba kwa konferansi ya wa guverner na sa alikuwa Lualaba, akasema ya kwamba ceunuestio vital hatuwezi kuiachilia tiwali. Mwenyewe Jean Jacques Purusi Sadiki, ambaye nimeongea naye akaniambia ni warasire na mjue kazi yenyewe hivyo nafanya. Alienda yeye binafsi bo, mnaleta memo leo, msie tulisha fanya ile revendication. Alienda binafsi akaonana na rais Felix Tshisekedi Tshilombo

hiyo neno munasema, yeye alimwambia na alishamwambia tayari. Rais Felix akamwambia hivi: na napenda hiyo kestion, twende tuimalizie Kinchasa, ambapo nitaita ministre wa kije na wengine kusudi tujue kile kinachoendelea. Ni hapo njo waliita responsable wa entreprise eseka walimuita Kinshasa Dardar, wakamwambia aende Kinshasa, na kule Kinshasa, mheshimiwa liwali gavana wetu Jean-Jacques Purusi alionana tena kwa mara ya pili Kinshasa juu ya barabara ya Uvira. Jamani, amukuona mapicha, amkuona, mliona, mliona. Sasa, yenye natakuwajibu yenye natakuwajibu, na wajibu hivi, na wajibu hivi, watoto wa Uvira munisikilizi, musitafute kufungula mulango yenye ko wazi, usitafute kufungula mulango yenye iko juu. Meme hapa niliongea mkukuya hapa

kiromoni hapa ku hoteli Nyota ndio tuko nalala na bamama. Sosi vile watu wanajua makondishoni yeko nguvu, basi yenyewe mai inatuingilia imu machura, lakini tunasema tuko hapa pamoya na raia. Ule mwenyee aliskandea ile nyimbo, tunaomba Mungu amsamee, iko saa alitumwa, alitumwa anasema neno yenyewe haiko Nataka kuambia hivi kwa kumalizia, msiforce mulango yenyeko wazi usiku usiku, zenye ziko na kuja aiza huu mwezi wa saba, matravo za barabara yenye zilianza kamata kwa matakwa ya serikali ya rais Felix Tshisekedi na kupitana na predo yenye gavana wetu jaja kurusi alifanya Nawa, naweza kuhakikishia kwamba barabara itaanza visila. Nasema hivi unanisikiliza jameni, mm. Ministre wa bije kuko ataba toto ya ya ya Uvira, ba ba nani conseil provinciale ya Uvira na ya jeunesse walikuwa resi par le ministre de budget mheshimiwa Boji Sangara alibapatia mesaje, alikuwa anasema babaambia, kwamba musifanye marche, probleme ilishakuwa resolu, uwaulize mimi. Nawaambia yenye governor aliniambia, baada ya kuongea na raisi, walisema ya kwamba vipande vishuke, hii barabara ianze. Na nilipokea waresponsable wa ASK wa juzi kwangu hapa Hotel Nyota, tulikuwa nabo the 18 a 21 heures kwenye alikondwiri delegation alikuwa ndugu Elise engenier wa hii barabara, na nilimuita kumhakikishia ya kwamba guvernema yetu inakamata inakubali ya kwamba iendeleshe hii barabara. Minawaza parafasi yenu, ungeweza pigia Rais Felix Tshisekedi mikono pamoya nagaa naaweto janjake kurusi. Kwa hiyo hii memo yenyewe munanipatia, hii memo yenyewe munanipatia, jameni, nitaifikisha, nitaituma Kinshasa tena waipate, lakini wenyewe wawaambia murudie kunyumba kwa amani, kujua ya kwamba mko na viongozi na muko na serikali ambayo iko tayari kuwasikiliza.

mashirika ya kiraia kwa kuja kudai barabara ambayo imesimamishwa. Nimepokea memo yabo, na ya pili nilikumbusha raia ya kwamba wasitafute kuforse mlango ambao uko wazi. Tuliona maserikali na maserikali ambayo ilitupatia maaji hatukuzionaka, lakini tuna bahati kwa kupata hii serikali ambayo inaongozwa na Rais Felix Tshisekedi Chilombo ambayo iko na susi ya raia na imeanza deja kutengeneza barabara. Barabara ambayo inatengenezwa ni barabara kubwa, ni boulevard yenye itatiliwa meme na maeklerage public. Ndiyo maana mimi naelewa raia kwa ile ambayo inaona ya kwamba vinasimama hii bijou, hapana niko pamoja nao, parapora ya hilo ila nawahakikishia kwamba liwali wetu serikali yao ya jimbo ambayo iko hapa kupitia liwali Jean- uh, Jacques Purusi wamekwisha kufikisha malalamiko na rais na serikali iko favorable pasa, kwa sababu hatutaki watoto wa Uvira na Fizi wateseki. Hata viongozi wa jeunesse walionana pia na viongozi na waliwapatia mesaji. Kitu mimi kwa kumalizia, yenye nalomba raia yote ya Uvira na ya Fizi, kama gisi walikia na tembea leo kulomba barabara, na naambia president wa shirika la raia atuaidie, kama barabara ikianza nao wareprendre kufanya manifestation de joie kushukuru Felix Tshisekedi Tshilombo. <coughs> <coughs> Isikuwe sana anza wanabakia manyumbani, hawakuya. Donc donk, nawanza presida wa, wa, wa shirika la raia sataona matravu na anza tunamulomba pia akuya hapa na watu wengi kushukuru Rais Felix Tshisekedi. Kusipofanya hivyo, maana yake kuna nongo, kuna nongo. Asante Atlas Media TV Avu Presse en ligne, nous sommes la pour vous.